Kati za mwikenda zinakuletea yaliyojiri, wakati kaimu mtendaji mkuu wa taasisi ya jiolojia na utafiti Tanzania GST Notka Banteze akizungumza na waandishi wa habari, kwenye ukumbi wa idara habari Maelezo, Dodoma, kuhusu mafanikio na mwelekeo wa ofisi hiyo ndani ya miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na raisi Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na hapa Banteze anaelezea jinsi watakavyotumia ndege kuboresha utafiti wa madini nchini. Mwelekeo wetu sasa ni upi kwa kutokea hapa kwenda mbele? Eneo la kwanza ambapo naomba nilitolee ufafanuzi au maelezo, ikiwa ni sehemu ya, ya mwelekeo wetu, ni kufanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa kutumia ndege ili kuongeza eneo la nchi lililofanyiwa utafiti huo kutoka asilimia 16 za sasa hadi kufikia asilimia 34. Utafiti huo unatarajiwa kufanyika katika eneo lenye ukubwa wa asilimia 18 la nchi yetu. Na lengo la serikali ni kufikia asilimia 50 ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Utafiti huo ukikamilika utakuwa na manufaa mengi kwa nchi yetu katika sekta ya madini, kilimo maji, mazingira, mipango miji, na sekta ya ujenzi. Na maana taarifa tutakazozalisha katika utafiti huo zitakuwa ni taarifa fungamanishi, na wengine wanaweza wakazitumia kwa ajili ya kuendelea uh, kutekeleza miradi mbalimbali lakini mbali. Uh, pia kabla tukumbuke, kabla ya maandalizi haya tukumbuke kwamba nchi yetu imefanyia utafiti wa jiofizikia kwa njia ya kurusha ndege katika viwango viwili tofauti tuna kiwango cha low resolution, ambapo uh, tukisema low resolution tunamaanisha kwamba ndege ilivyokuwa inaruka kutoka ule umbali wa usawa wa ardhi mpaka kule juu ilikuwa ni takriban mita 200 mpaka 250, na ile line ndege ilipokuwa ikiruka line moja na line nyingine zilikuwa zina utofauti wa kilomita moja. Sasa huu ni utafiti wa low resolution na ulifanyika kwa asilimia mia moja ndani ya nchi yetu, lakini taarifa zake zinakuwa sio za kina sana. Kwa hiyo sasa utafiti mwingine ambao ni high resolution huu ambao nimetoka kutolea maelezo uh, wenyewe umbali wa ndege kuruka kutoka usawa wa ardhi ni kati ya mita 40 mpaka mita 60 na mpangilio wa line ambapo ndege inaruka ni mita mia mbili mia mbili. Kwa hiyo utaona kwamba ndege inakuwa chini zaidi na inapokuwa chini, ina maana inachukua taarifa nyingi zaidi kutoka usawa wa ardhi, na taarifa hizo ni muhimu sana katika kuzichakata tunapozichakata, zitatupatia mikondo au tunazita trends za mipasuko ambayo pia mipasuko hiyo ina uwezekano mkubwa wa kuwa na madini. Kwa hiyo tuki tukifanya hiyo resolution kwa asilimia 18, tutasogea kutoka ile 16 na tukijumlisha na hizo kumi na nane tutafika 34. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa Idara ya Habari Maelezo, makao makuu ya nchi Dodoma, ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.